Kwa majina anaitwa Bernard Castory ni, team, ni team manager wa timu za vijana za Azam. Baada ya kuingia kambini tarehe kumi na tatu mwezi wa nane mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano kwa maandalizi ya msimu mpya wa ligi ya vijana NBC Youth Premier League, timu inatarajia kusafiri siku ya Jumatatu tarehe kumi mwezi wa na moja mwaka elfu mbili na ishirini na tano kuelekea mkoani Tanga kwenye mechi ya mashindano ya ligi za vijana, ambayo tutakuwa na mechi tarehe kumi na mbili siku ya Jumaatano dhidi ya Coastal Union majira ya saa kumi. Timu itasafiri na idadi ya wachezaji ishirini na nne na technical bench tukiwa kumi na other staff wakiwa tisa. Tunakaribisha shabiki zetu walioko mikoa Tanga, Manyara na mikoa ya karibu, karibuni sana kuja kusupport timu yetu. Tunaamini msimu huu wa 2025 2026 tutakwenda kutetea ubingwa wetu. Asanteni sana.